Sura ya kwanza, aya ya arobaini na sita, hadi ya hamsini na sita. Siku ile Maria alisema Moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake kwa maana tazama tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi, kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo kabla ya kuendelea lolote na lolote, naogopa kusahau na kwa sababu unaogopa kusahau, naomba kitu ambacho na hofu kwamba takisahau nikifanye mapema. Mwadhama Protase Kardinali Rugambwa, askofu wetu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Tabora, amenituma salamu nyingi za heri na baraka lakini pia za pongezi kwako, mheshimiwa sana Elizabeth Ngonyoka, mkurugenzi wa chuo chetu hiki cha Maximilian Kolbe, lakini pamoja na walimu wa kufunzi wote, watumishi na wahudumu wa chuo hiki, lakini vilevile wanafunzi wote wageni waalikwa, na kipekee sana wahitimu wetu wa leo, pokeeni salamu hizo na hongereni sana. Basi ndugu zangu, tunafanya misa hii ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fadhili kwa wema na kwa kila neema na baraka ambazo ametujalia leo katika mahafali yetu ya nne katika historia ya chuo chetu. Na mimi naona Mwenyezi Mungu ameona ha, kana kwamba haitoshi, ni kana kwamba ameona haitatosha tu kutushushia hizi baraka kimya kimya akaona baraka zake zishuke zikiwa zimeambatana na mvua, ili kama yupo asiyeamini aamini ah, kwamba Mungu anatitha baraka sasa. Halafu Mungu anatulinda kila siku na kila wakati, hata sasa, lakini akaona vilevile huu ulinzi usionekane kimya kimya tukajaliwa leo kuwa na maafande wa kutosha hapa, miamba ya JKT hapa hapa. Jamani, tuko salama mbinguni na duniani, tuna ulinzi kutoka juu na chini. Kwa hiyo mjimwaye mwaye tu, wanyamwezi tunasema mjiagarule tu, baraka zote hizi lakini basi, afya zetu pia hapa tunahakikishiwa, kwa sababu wanaohitimu ni watu wa idara ya afya. Mungu wetu ni mwema sana, tupige makofi na vigelegele vingi sana. Kama tulivyosema, misa hii ni ya shukrani, kumshukuru Mungu kwa ajili ya yote na kipekee wahitimu wetu. Sijui kama mnanisikia na hii mvua, naweza kuwa naongea na mimi mwenyewe. Katika adhimisho la misa hii ya shukrani tumesikia masomo mawili, somo la kwanza kutoka katika gano la Kale, kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza, ishirini na nne na ishirini na nane na somo la pili kutoka katika Injili ya Luka sura ya kwanza Sita sita. Somo la kwanza limechaguliwa leo kwa sababu mbili. Kwa kweli tumechukua somo la siku, kwa sababu nalo limebeba dhana na wazo la shukrani. Kumbe somo la kwanza ni wimbo wa Hana ambao una ujumbe ule ule kama ule wimbo wa shukrani wa Maria tuliosikia katika somo la injili. Hii ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili, somo hili limechaguliwa kwa sababu tunaona upekee na umama wa Hana aliyekuwa tasa; hapa unachukuliwa kama utangulizi au tangazo la upekee na umama wa Elizabeth na Bikila Maria ambao tumeusikia katika injili. Tunajua kwamba Elizabeth ni mama ambaye alipata mtoto katika uzee wake pasipo matarajio, na Bikira Maria alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na yenyewe pasipo matarajio, nilikuwa ni kama muujiza mkubwa. Na Hana kama tulivyosikia, yeye alikuwa tasa na huko nyuma aliwahi kwenda kule Shilo Hekaruni pamoja na familia yake, akalia sana na kuomboleza, akasali, akanuia, akamwomba Mungu amjalie apate mtoto. Wakati huo alikuwa anadhihakiwa sana na mwenzake, mama mwenzake Penina, anamdhihaki kweli kwamba, o oh, hilo unaona alina mtoto kama tunavyojua hata katika mazingira yetu, hasa sisi Waafrika, mama asiye na mtoto ni kama si mama tena. Basi alimdhihaki sana e, bila shaka kunamwambia ona, mama gani wewe hauna eh, mtoto na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo mama yule alikuwa na majonzi na masikitiko sana, lakini alisali akamwomba Mungu na akanuia na akasema, nikimpata huyu mtoto nitamleta mzima mzima nitamtoa hapa madhabahuni kama shukrani. Sasa leo tumemsikia Hana anaimba sasa ule wimbo wa shukrani. Ameshapata mtoto na anarudi hekaluni tena, uko uko Shilo, akiimba wimbo wa shukrani unaofanana na ule wimbo wa mama Bikira Maria akimshukuru Mungu, yeye aliyekuwa sasa amepata mtoto pasipo matarajio. Sasa anaimba wimbo wa shukrani kwa hiyo kuna vitu vinavyofanana katika wamama hawa wote watatu: Hana, Elizabeth na bahati nzuri mkurugenzi wetu wa chuo anaitwa Elizabeth na huyu Maria, kwamba wote wana vitu vilivyokuja kwa upendeleo toka kwa Mungu, hawakutarajia, hawakutegemea, wamepata kwa upendeleo. Kwa hiyo hivi ndiyo vitu vinavyo kuwaunganisha hawa watu watatu Hana, Elizabeth na Maria katika somo la Injili. Kama tunavyojua kama tulivyosema Injili ya Luka sura ya kwanza arobaini na sita hadi hamsini na sita ni wimbo wa shukurani. Mama Bikila Maria anaimba wimbo wa kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyoinuliwa. Ni wimbo wa kimapinduzi pia, na niseme tu kwa kifupi huu wimbo pia unahesabika kama wimbo wa kimapinduzi tena, mapinduzi katika maeneo matatu: mapinduzi ya kiroho, mapinduzi ya kijamii na mapinduzi ya kiuchumi. Anamwona Mungu anayefanya mapinduzi katika ulimwengu huu, katika watu wake, katika maisha ya watu. Mapundu, mapinduzi ya kiroho kwa sababu Bikira Maria anaimba kwamba amewatawanya wenye kiburi, na ni mapinduzi ya kijamii kwa sababu anasema amewapandisha wanyenyekevu, lakini pia ni mapinduzi ya kiuchumi kwa sababu amewalisha wenye njaa na matajiri akawaacha waende mikono mitupu. Hii ni ajabu, kwamba Mungu anafanya mambo ya ajabu katika maisha ya watu wake. Ndugu zangu wapendwa, masomo haya yote matatu yanaweza kutusa, masomo haya mawili yanaweza kutusaidia sisi kuingia katika tafakari ya tukio muhimu na la pekee katika historia katika chuo chetu leo ikiwa ni siku ambapo tunaadhimisha mahafali ya nne ya chuo ninyi wahitimu mnaweza kujifananisha na hawa kina mama watatu Hana Elizabeth na Maria na hata si wahitimu tu, hata mkurugenzi wa chuo na wakazi wote wa hapa chuoni, kwa kule kupata kitu kizuri kilichokuja kama upendeleo kutoka kwa Mungu. Yote tunayoyapata katika maisha yetu ni sehemu ya baraka na neema na upendeleo wa Mungu, pasipo mastahili. Kila tulicho nacho na kila tunachokifaidi sasa na kuendelea na hata huko nyuma, lakini kipekee kwenu nyewe wahitimu, kule kupata kitu kizuri kilichokuja kama upendeleo kwa Mungu. Ni kitu gani hicho kwenu? kitu hicho ni taaluma yenu. Leo tunao wahitimu kadhaa wanaohitimu wa katika stashahada katika fani hizi nne, mambo haya manne: utabibu, famasia, ustawi wa jamii na usimamizi wa biashara. Haya yote tumeyapata pasipo mastahili. Sisi ni mashahidi. Ungeweza kuja wewe ukaanza mwaka wa kwanza ukapigwa ugonjwa mwaka mzima au ukashindwa mtihani mwaka mzima ukamaliza hapa baada ya miaka mitano, kama, kama chuo kinaruhusu mtu kumaliza baada ya miaka mitano. Lakini Mungu amekunusuru amekuruhusu, mwaka huu ishirini ishirini na tano kabla haujaisha wewe, kabla haujaanza ishirini ishirini na sita huo umehitimu, watu wakutambue kama tabibu, kama mfamasia, kama mtu wa ustawi wa jamii na kama msimamizi wa biashara. Hebu mpigieni Mungu makofi na vigelegele v lakini kama sehemu ya kuonyesha shukrani, tutakapotoka hapa tukipata nafasi ya kutumika, tukafanye kazi kwa umoja, uadilifu na uaminifu, hapo tutakuwa tumeishi maisha ya shukrani. Shukrani kwa Mungu, shukrani pia kwa watu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Ndugu zangu, mahafali haya tunayofanya na hii shughuli tunayofanya ya kuhitimisha, tunaagwa hapa ili twende tukatende huduma, tukafanye huduma katika jamii. Na huduma hizi za kijamii, hasa afya, katika elimu na ustawi wa jamii tunajua ni za muhimu na za pekee kabisa katika maisha ya watu. Kama tunavyojua afya njema ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kumhudumia mgonjwa ni tendo la imani na mapendo makubwa. Bwana wetu Yesu Kristu mwenyewe alionyesha mfano wa kipekee katika maandiko matakatifu. Eh, Injili ya Mathayo sura ya 9 aya 35 tunasoma akapita miji yote na vijiji vyote, akifundisha katika masinagogi yao, akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na kuponya ugonjwa na udhaifu wote. Kumbe ndugu zangu, kumbukeni kuwa kazi yenu ni wito na huduma takatifu inayogusa maisha ya kila mtu katika wakati wa udhaifu wake mkubwa, kwamba mnaenda kukutana na mtu ambaye anahitaji msaada, maana yuko katika udhaifu mkubwa wa shida ya afya yake, na hata katika ustawi wa jamii, basi ni muhitaji. Basi twende tukayatende haya kwa huruma na upendo, tukijua kwamba wakati huo tunasimama badala ya Mungu, ni Mungu anatenda katika nafasi yetu. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta aliwahi kusema kwamba Mungu wetu hana midomo hana mikono hana masikio na kadha wa kadha, lakini hana hayo, si kwa sababu ya umasikini wake. Yeye ndiyo tajiri, yeye ndiyo kila kitu, yeye ndiyo muumbaji, mtoaji na mpangaji na kila kitu. Hata sisi wenyewe ni mali yake na tumetoka kwake, na lazima kila kitu kirudi kwake kwa sehemu ya shukrani. Na hivyo Mungu huyu anatumia hayo kutoka kwake anatumia midomo yetu, masikio yetu, mikono yetu, tuweze kuwagusa na kuwashika watu na kuwahudumia, na wanapoguswa na kushika sisi waonje kwamba ni Mungu amewagusa kupitia sisi. Kwa hiyo Mungu anatumia viungo vyetu hivi dhaifu kupitisha nguvu zake, nguvu za tiba, uwezo kuwarudishia watu uzima na uhai. Kumbe ninawaomba, ninawasihi, ninawaalika mnapoondoka hapa leo kama wahitimu, huko tutakokwenda tuyatende haya tukijua kwamba ni Mungu anafanya kupitia sisi. Ninawatakia baraka zote za Mwenyezi Mungu, kila neema na ufanisi katika maisha ya sasa na maisha yajayo, hasa afya njema ya roho na mwili. Twende tukamtumikie Mungu na watu wake kwa huruma na upendo. Ongereni sana, tuwapigie makofi na kuwashangilia sana wahitimu. Hongera sana pia kwa mkurugenzi na walimu na wakufunzi na watumishi na wahudumu hapa, kwa kuwa jambo hili pia linaloletea faraja kwamba mmefikisha kundi la kwanza, kundi la nne na makundi mengine kama yaliyopita, na kwamba Mungu anaendelea kuwabariki. Tuwapigie makofi na vigelegele walimu, tuwapigie makofi na vigelegele pia wanafunzi wenzetu ambao wamekuwa wakitutia moyo. Makofi na vigelegele vingi kwa mgeni rasmi na wageni waalikwa ambao wamekuja kututia moyo. Makofi na vigelegele vingi kwa wazazi wetu na wafadhili wetu, wetu, na wote wanaotusaidia waliokuja hapa kushuhudia tukio hili. Makofi na vigelegele vingi sana kwa kila aliyepo hapa na kipekee kwa ajili ya wahitimu wetu.